Na tukielekea Ukambani, serikali ya kaunti ya Kitui imetoa ruzuku ya zaidi ya shilingi milioni 15 kwa vikundi zaidi ya 20 vya wakulima ili kuwawezesha kuanzisha vyama vya akiba na mikopo, yaani SACCOs. Waziri wa kilimo wa kaunti hiyo, Stephen Mbaya Kimweli, amewahimiza wanawake kujiunga na vikundi hivyo ili wanufaike na misaada inayotolewa na serikali. Shilingi 777,000 kwa sako, lakini sako zote zikuwa 20. Kaunti yote tumepatiana 15 milioni sitawezesha, tunawashikilia hawa wakulima. Tukiingia katika hizi sako, tutakuwa na nguvu ya kobagen, tutakuwa na nguvu ya kutafuta masoko na washukuru wa waofisa wetu wenye wamekuja kutuletea cheki siku ya leo. Wamehimiza wanayudhi waweze kujiunga na hii eh, mradi ya ukulima.